Ni hiyo hapo. Kuna mtu ako na swali, mtu ako na swali anaweza akauliza swali yake nienda yaani, ninapeana dakika kumi alafu mimi niweze kuondokea hapa, nikimkaribisha ni mwalimu mwenza, mwalimu wangu. Naam, sasa tumeona Korani ni kitabu ambacho wenye, kuwa, ku, uh, wenye kuandika hawajaongoza na nani? Na Roho Mtakatifu hawajaongoza na nani? Na Roho Mtakatifu, si ndio? Naam. Tena wanasema Korani ililetwa na na, na na na nani? Na Jibrili, na Jibrili, si ndio? Naam. Tena wanasema aliyempea Muhamad utume ni nani? Jibrili ali mwenye alimpea Muhamad utume ni nani? Jibrili. Chukua kitabu hapo, kuna kitabu kiitwacho Wakeze Wakeze Mtume Wakubwa, unisomee ukurasa wa 12. wao wanasema Mtume ndio aitwa nabii aitwa mtume, alikuwa ati katika pale, pa, pale kwa pango hapo, ndio kunapatikana Korani katika pango. Wanasema Korani imepatikana pale, maana yule mtu alikuja akamwambia Muhammad, alikuja akamwambia soma, yeye anasema ajui kusoma, akamwambia soma, akamwambia ajui kusoma. Alipoenda nyumbani, alipatana mkewe alikuwa anaitwa Hadija. Asanzia hapo Inasema uh -huh. Mtume ulipomchukua usingizi. Ehe, mtu, ati utume uh -huh. inasema hivi Biadija, mtume ulipomchukua mchukua usingizi ulipomchukua usingizi, alitoka biadija alitoka biadija bia akaenda kwa yule jamaa yake, akaenda huyu ni mbaye ni mkewe, akaenda kwa jamaa yake yeah. Bwana wala kabina hafai Ati nane Bwana waraka binu nafai. Ati nane Bwana waraka binu nafai. Waraka binu nafai sindiyo? Naam no. Bwana waraka binu nafai akafanyaje? <laughs> Padri wa kinasara, Padri wanene, Wa kinasara, sikilizeni, wa katholiki sikilizeni hapa. Unajua, kila siku tunawaambianga wa islamu. Wenye walikuja nao ni wa katholiki, sikiliza hiyo kitabu yenye nasema. Alabu alabu, sasa useme tumewaekelea. Ataanitwa nani? Padri wa kinasara Kinasara ni kiarabu, si ndio? naam no. Kiswahili, padri wanene wa kinasara, wa Kikristo waki si naam sindio? No. Waki, Kiswahili ni padri wa Kikristo si naam no. Mapadri leo wanapatikana kanisa gani? Katoliki mapadri wanapatikana kanisa gani? Katoliki. Alafu hapo kuna padre ambaye mke wa muhamadi ameenda kupatana naye si ndio? Naam alimwambiaje? Akamwambia akamwambia haya no. uh -huh. Akamjuvia aka aka aka haya aka yule padre akamwambia, sasa yule padre anamwambia Hadija, ehe, utume